Ni washukuru wale wote ambao umeendelea kufuatilia makala hii au makala hizi za Human Hits. Na leo ni siku nyingine tena tunakutana katika makala muhimu na adhimu, na pengine umekuwa ukielimika lakini pia ukipata maarifa kupitia makala hizi, sisi tukushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Lakini kabla ya yote, tuendelee kushukuru ulimwengu ambao umeendelea kutupa energy au nguvu ya uhai bila kulipia chochote. Leo nisichukue muda mrefu sana kuweza kueleza mambo mengi, lakini twende kwenye mada. Leo tutazungumzia haswa kuhusiana na nguvu ya nywele au nywele zetu hizi ambazo zipo kwenye miili yetu. Pengine tumekuwa tukiziona tu zinaota kwenye miili yetu, lakini hatujui umuhimu wake, hatujui um, namna ya kuzitumia kwa usahihi. Kwa nini zipo na, na zinatusaidiaje kwenye miili yetu sisi kama wanadamu? Lakini leo nitazungumzia kuhusiana na nguvu iliyopo, nguvu ya ndani ya nywele zinavyoungana na roho au mfumo wa neva. Na hapa watu wengi wamekuwa wakifanya makosa sana, wakipitia kwenye matatizo na changamoto nyingi sana, na yote bila kufahamu, bila kuelewa kumbe changamoto imetokana na namna ambavyo amekuwa akihifadhi nywele zake au namna ambavyo amekuwa akitumia nywele zake kuweza kumsaidia au kutokumsaidia. Sasa leo nazungumzia kuhusiana na kipengele hichi. Ni muhimu sana ukawa makini sana kuweza kuelewa hichi ambacho takachokizungumza siku ya leo. Mimi jina langu naitwa Mr. Come wa Come Tv Tanzania. Usisahau tu kusubscribe kutufollow kwenye akaunti zetu zote kwenye mitandao ya kijamii ili uweze kupata update zingine ambazo tutakuwa tunazileta hapa. Wengi wamekuwa wakizitumia nywele au wakizitengeneza nywele kama ishara ya uzuri au mapambo au urembo ambayo inawatambulisha katika namna nyingi, aidha mitindo au kupamba na wengine wamekuwa wakizikata au kuzibadilisha kabisa kulingana na hali fulani ya maisha, pengine kutokana na uh, mashindano au kitu fulani. Lakini pia tumekuwa tukiziona nywele katika mwonekano wa nje na mwonekano wa ndani zaidi lakini nywele hizi ambazo tulizonazo zina maana ya ndani sana kuhusiana na maisha yetu katika mfumo wa kiroho, kitu ambacho nitakigusia sana leo, jambo ambalo nitaligusia kwa undani na nitalifafanua vizuri sana na pia vilevile, katika umuhimu wa tamaduni nyingi za kale na mafundisho ya kiroho, vitabu vingi vimekuwa vikieleza vya kiroho, lakini na vitabu mbalimbali vya ya, Uh, sekula ya kawaida lakini pia tukirejea katika tamaduni nyingi za kale zimekuwa zikitumia nywele kama sehemu ya mapambo, lakini sehemu za kiroho na mafundisho mbalimbali kupitia vitabu mbalimbali mbali vya kiroho, lakini vitabu mbalimbali mbali vya kisayansi vimekuwa vikithibitisha kwamba mfumo au nywele ni mfumo wa neva au ni mfumo ambao unatuunganisha katika neva za ufahamu au neva uh, katika miili yetu. Kwayo, nina, kwa hiyo tunajifunza nini na tunaelewa nini? Kwamba nywele ni mfumo wa kutuunganisha katika neva neva na mfumo wa kiroho kama mwanadamu, chombo cha nishati au kumbukumbu kumbu, na ufahamu. Narudia tena, nywele zinatuunganisha na mfumo wa neva na roho za wanadamu. Hichi ni chombo cha nishati ambacho kinatunza kumbukumbu kumbu, na ufahamu. Kuna msemo mmoja maarufu sana na pengine tumekuwa tukautumia na na unaujua Umekuwa ukitumika sana, wanasema akili ni nywele, kila mtu ana zake kwao. Msemo huu umekuwa ukitumika sana, pengine msemo huu wazee waliutamka uh, kama msemo, lakini ndani yake una ukweli, na ukikaa chini ukatafakari vizuri kwa umakini, basi utaelewa nini walikuwa wanamaanisha kwamba akili ni nywele kwao. Tunajifunza nini kwamba nywele sio mtindo peke yake wa namna ya kujiremba kutafuta mtindo fulani fulani na nini mwonekano, lakini nywele zako sio mapambo pia vile vile ya kuweka kichwani au kuchukua nywele tu unabandika kichwani. Wanawake wengi tumekuwa tukiona wanafanya hivyo, na baadhi ya wanaume pia wamekuwa wakifanya hivyo wakichukua nywele zao na kuziweka katika au wanachukua dukani nywele wanaweka katika vichwa vyao, wakiweka kama mapambo na vitu vingine. Kwa wale ambao wanakata nywele mara kwa mara, kitendo hichi tunaweza kukifananisha na vile ambavyo tunaona mtu anaweza kukata wifi yake. Wifi nadhani kila mtu atakuwa naielewa, mtu kama unatumia simu au unatumia device yoyote ambayo inatumia wifi, ni kama kile kitendo cha kukata wifi kila siku. Kwa hichi kitendo kinatufundisha nini? Tunatufundisha kwamba kitendo cha kukata nywele au kuondoa nywele ni kitendo kama vile unavyokata wifi, ni kama vile unatoa antena yako kwenye kichwa au unatoa antena, kinasababisha kutounganishwa na nishati ya asili au nguvu ya ulimwengu. Na tumekuwa tukiona hata kwenye vitabu vya dini, kuna mtu mmoja alikuwa na nguvu nyingi sana na nguvu zake zilikuwa zimejificha sana sana sana, na akatokea watu katika jamii hiyo, tumeona kwenye vitabu vya dini wanasema hivyo kwamba kumbe nguvu yake ilikuwa imejificha kwenye nywele. Nadhani nikisema hivyo mtakuwa mnajua hii story ni nalenga wapi, kwenye kitabu cha Biblia. Kwa hiyo baada ya kukata zile nywele, siri ya nguvu zake zilikuwa kwenye nywele. Kwa hiyo utaona ni na namna ambavyo uh, ninajaribu kuhuisha kati ya maandiko yalivyoandikwa kwenye vitabu na hichi ambacho ninachokifanua hapa kama sehemu ya nguvu za kiroho au sehemu ya nishati ya kiroho nywele. Nywele zina asili ya kupokea mawimbi au device ya kupokea mawimbi, zinapitisha hisia, fikra na mzunguko katika nishati kutoka katika roho za wenye akili au roho za watu. Kimsingi tu, asili ya nywele zimetengenezwa katika materio fulani ndani ya mwili wa binadamu, ambayo hasa hayo materio yanatokana na aina fulani za protini au fuel tunasema kwa lugha nyingine, ambayo hii fuel inahifadhi na kusambaza nishati ndani ya mwili wa mwanadamu. Lakini pia tukirejea katika kumbukumbu kumbu na kutazama ndani katika tamaduni za kale, watawala wa kale walifanya mazoezi ya kiroho kama yoga ambayo ha mazoezi ya kiroho kama yoga yalikuwa imani fulani fulani, walikuwa na imani kwamba nywele ndefu ambazo hazijakatwa zinaweza kuongeza uwezo fulani katika utambuzi wa mambo fulani, ambao wenyewe walifananisha kama maono ya usiku. Hapo pia yalichochea uelewa wa ndani wa kila mtu wakati huo. Hizo ni tamaduni za zamani, lakini pia kuna masimulizi na tamaduni mbalimbali mbali ambazo zimeelezea kwa kina kuhusiana na ishu hii ya nywele kuunganishwa katika nishati au nywele ni kama nishati ya kupokea mawimbi au energy za kiroho. Tukiangalia hata kwenye tamaduni za watu wa Amerika, walichukua na waliona kwamba nywele kama sehemu ya nguvu ambazo zinaweza zikapoteza au zika zikaleta nishati na uwezo wa ndani wa kufuatilia kitu fulani au ishara fulani katika nywele zao ambazo hizi zilikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na hisia au mawazo ya ndani ya mwanadamu wao waliamini hivyo katika tamaduni hizo. Kwao nywele ni kama kumbukumbu kumbu za kiroho kwao. Hili ndio watu walipaswa kufundishwa mapema sana, mapema sana, bado watu wakiwa wadogo, waelewe umuhimu wa, wa nywele so E, ishu za kukatakata tu na kutupa ovyo ovyo, ambavyo pia tumekuwa tukizifanya katika tamaduni zetu nyingi sana na jamii zetu za Kiafrika, lakini wazee wetu wa kufanya hivyo. Nywele pia huchukuliwa kama sehemu ya kuhifadhi kumbukumbu za hisia pamoja na roho. Nywele zinakumbuka kile ambacho akili inaweza kusahau. Ndiyo, nywele zinakumbuka kile ambacho akili inaweza ikasahau. Wakati mtu anapopitia maumivu ama huzuni, kiwewe, hapo ndipo nywele huwa zinahifadhi mitetemo ya hisia za mtu huyo, kwa sababu uh, watu wengi wamekuwa hawaelewi hichi kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama walimu wa kiroho ama katika makala hii, ni vyema ukajifunza hichi na ukaelewa nini ambacho tunakimaanisha au kitu gani tunakielezea hapa. Na ndio maana tunaona kuna baadhi ya tamaduni fulani, jamii fulani, wanapopatia kwenye changamoto fulani, wanapitia kwenye madhila fulani au msiba, huwa mara nyingi wanakata nywele kwa nini wanakata nywele? Wanakata nywele kwa sababu ya kupitia magumu au kipindi kigumu ambacho wamepitia, pengine kama ni gerezani au wapi. Naona kuna utamaduni fulani ambao huwa upo. Sasa hapa, watu huwa waelewi ni kuwa kwamba nywele huwa zinabeba hisia, na kama zinabeba hisia fulani, basi unapokata nywele huwa unaachilia au kuachilia mizigo au unapata nafuu za kihisia kwenye mwili wako, kwa sababu nywele zile zinakuwa zimebeba trauma fulani. Kwa kukata nywele kwa namna hiyo tunaona kwamba kuna hali ya kitendo cha mwili kufuta kumbukumbu kumbu na mitetemo ya zamani trauma ulizopitia, shida ulizopitia. Kwa hapa tunajifunza mambo mengi sana. Kwa ufupi tu, pengine ni vyema kuwa makini, kwa sababu nywele pia zinaweza zikatumika pia kurogeka au kurogo, kwa sababu nywele zimebeba kumbukumbu kumbu za mtu mwenyewe. Ndio maana watu wengi hapa tumekuwa tunaona wanapitia katika madhila mengi, wengine wanarogwa, lakini pia kutokana na sababu hizo za nywele kubeba kumbukumbu kumbu za mtu naendelea kusisitiza tena katika makala hii, nywele ni kama antena iliyobeba nishati za kiroho, kitu ambacho ni vyema ukakifahamu. Pia nywele huwa inachukuliwa kama antena kwenye jua hili ambalo tulionalo linapokea mawimbi ya nishati ya kiroho kutoka moja kwa moja. Kama ulisikiliza kwenye makala yangu inahusiana na mwanga pamoja na rangi, utakuwa unaelewa sasa jinsi ya kuunganisha hizi makala kwamba jinsi ambavyo tunavyotoka nje na nywele zetu zinasimama kama antena ya kupokea mwanga wa jua na rangi zilizopo kwenye atom au proton. Kwa hiyo hizi mara nyingi moja kwa moja zinatuwekea mawasiliano ya moja kwa moja pitia uh, nishati zetu za kiroho au chanzo cha uhai zinapounganishwa pamoja na nia zetu safi, zinaweza kusaidia kuimarisha nguvu ya ndani yani, tunasema kwa Kiingereza ni intuition. Hii inaongeza kumbukumbu na ndoto za mtu, inasawazisha nishati ya ndani pamoja na mitetemo ya amani. Ndio maana tunakuwa na maelewano, na ndio maana tunakuwa na mapatano. Hii ndio maana tunaona kwenye tamaduni nyingi za kale watu walisuka kufunga au kupamba nywele zao kwa vito na manyoya fulani ya kioo kwa namna ya kuendelea kupokea nishati za kiroho. Hili halikuwa ni swala la urembo peke yake, lazima tutambue, bali ilikuwa ni tendo au ni mfumo wa kiroho kuweza kuwasaidia wao kama jamii ya kale kulinda maisha yao, kulinda nishati zao za ndani na utu wao hata tukitazama katika kazi mbalimbali za kisanii najua utakuwa ni miongoni mwa watu ambao mnafuatilia filamu ya Avatar, najua mtakuwa mnafuatilia hivyo, mtakuwa mnaona na hizi muvi. Ni vyema ukatazama pia kwa kujifunza, kuna baadhi ya sini ya vipengele fulani ndani ya muvi ya Avatar inaelezea kwa wazi kabisa jinsi ambavyo nywele zinatumika kuwa kama mfano wa kutuunganisha katika mfumo wa kiroho. Hapa inatuonyesha muhusika mkuu, jinsi alivyoweza kuunganisha nywele na mti wake wa mama, ambao huo mti ulikuwa unaitwa tree of soul. Na hii ilikuwa ni kabla ya kuomba au kutafakari. Hichi kitendo kinatufundisha na kinaonyesha mfano jinsi ambavyo muunganiko wa roho na binadamu pamoja na nishati ya ulimwengu ikituonyesha kwamba nywele ni ishara au daraja kati ya mwili na ulimwengu wa kiroho. Ndiyo, na usishtuke kwa sababu hili ni jambo ambalo tulipaswa kulielewa mapema na jitahidi sana kuwa mtulivu na kutafakari, kupata maarifa yatakaokuongoza au yatakaotuongoza kujua na kuhifadhi kwa njia nzuri nywele zetu, ili ziturudishie nishati iliyo nzuri. Hata we mwenyewe ukikumbuka tu, utaona kuna baadhi ya sehemu ukienda au mahali utaona kuna msisimko fulani wa nywele unatokea kwenye jambo lolote, pengine hata hujaliona, unaona tu kuna hisia fulani za nywele zinasimka na zinasimama. Kwa hiyo unajifunza nini hapo? tunajifunza kwamba nywele ni nishati, ni, ni, ni, ni njia ya kupokea nishati ya za kiroho. Nywele zetu ni zaidi ya jinsi ambavyo tunaziona katika mwili wetu, ni kiunganisho cha ufahamu katika kuleta kumbukumbu -kumbu katika njia fulani ambayo wewe huwezi kuielewa lakini nishati ya ndani. Kimsingi tu tuseme kwamba zipende nywele zako, zisafishe, ziwekee mtindo fulani mzuri, zifungue, zichane vizuri. Zote hizi kwa pamoja zinaweza kutusaidia kuweza kuhakikisha kwamba kumbukumbu zetu zinakaa vizuri za kiroho, na hivyo inaweza kutufanya tukaepukana na tatizo na machangamoto kibao. Muonekano wetu wa nje ufanane na muonekano wetu wa ndani, tutaimarisha uhusiano wetu wa ndani wa kiroho, lakini pia na uhusiano wetu wa nje. Mimi jina langu naitwa Mr. Come TZ, unaweza kunipata kwenye mitandao yangu ya kijamii lakini usisahau kutufollow, kusubscribe lakini pia kuandika comment yoyote kuhusiana na hili ambalo tumelizungumza katika makala hii. Kama una swali, una changamoto yoyote, basi unaweza kutucheki katika mawasiliano yetu yaliyoko kwenye platform zetu, tukaweza kusaidia moja kwa moja. Asante.